Wanafunzi watatu waliokamilisha masomo yao ya gredi ya tisa katika shule ya msingi ya Mupeli huko Bungoma na kuitwa kujiunga na shule ya C1 za gredi ya kumi wamelazimika kurudia gredi ya tisa kutokana na ukosefu wa karo. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Everlyne Wambanya, walioshangazwa kuwaona wanafunzi hao wakirejea shuleni na kuingia gredi ya tisa ili hali walikuwa wamefuzu vyema kujiunga na gredi ya kumi. Wanafunzi hao Chanel Wakoli, Melisa Sheroya na Fayzeen Simiyu walipata alama 59, 64 na 62 mtawalia. They are not seeing any hope of joining any senior school. They are supposed to join Cardinal Otunga Senior School. That is a cluster one school. Niliitwa shule St. Peter's Mumias Boys High School but kwa sai mzazi ajiwezi, naishi na mama yangu babangu alitoka last year, hadi leo mi sijai mwona ka maisha yangu. Ndio maana nilikuwa naomba kama kuna mtu yetu ako na msaada akawezi tukunisaidia venye tunaishi sisi peke yetu, na yeye, yeye ndio mama, yeye ndio baba, yeye ndio kila kitu hata hatuwezi yani, sometimes hawezi kutusaidia chakula. Ni shida, anafanya kazi ngumu ndio atulipe school fees, na mimi nimeitwa Cardinal na siwezi, sioni kama anaweza kunisaidia.